Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri. Uh, mpaka sasa wachezaji wa ku understand na pia swala la mbinu na ufundi, timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi tatu muhimu mchezo wa kesho. Mwalimu, tukirejea mchezo uliopita dhidi ya Simba Sports Club mkiwa wenyeji, mchezo ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mgumu na kuweza kupoteza katika nyakati za jioni kabisa kwenye mchezo huo. Je, mchezo wa kesho maandalizi yapoje katika matumizi ya nafasi na matumizi ya kuweza safu yako ya ulinzi kutoruhusu goli? Ah, kiukweli ah, niseme kwamba tangu tume tumeweza kujiunga na Mashujaa na mwenzangu Salma Yanga, mpaka sasa hivi timu tumeweka sawa kila, kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri, na ukiangalia pia muendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kupata kufanya, kufanya mwendelezo mzuri kwenye kwenye kwenye kwenye mchezo wa kesho, na na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana, najua kwa sababu ni timu zombo nakutana nayo, ina ina ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote kuweza kufanya makosa na kuna nini na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na yeyote ambaye Simba atakuja nayo. Swali kwa Uh, ujue unapokuwa unajiandaa kwenye hizi mechi unaangalia na mpinzani ambao unakutana naye. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo mpaka kukutana na mchezo uh, na timu ambayo tunakutana nayo ni Simba, ko bora umetoka kufanya nini kuingia fainali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo ni wapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam, tumeweza kufanya mazoezi kuiandaa timu kwa mazoezi kuiweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao kiufundi. Ya tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza Kwenye mashindano ya kafu basi ndipo anakuja kucheza kama kama mashindano ya, ya NBC Premier League. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti lakini sisi pia tumejiandaa kwa hali yoyote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kummanage. Kwanza kabisa, tuna tunaamini pia hata safu ambayo ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri ya, ya wana quality players ambao wana uwezo kukuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kumanage kwa namna yote ile kuweza kuwakabili vizuri. Na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi tatu. E, mimi kama kiongozi wa wachezaji, wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho, ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Mchezo kwanza mlipoteza dhidi ya Simba Sports Club mkiwa nyumbani na sasa mnakwenda kucheza ugenini. Je, saikolojia yenu ikoje na mmejiandaa vipi mchezo Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Koo, mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule, tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Koo, kwenye mpira, of course lolote linaweza likatokea. Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo, kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho. Kwenye mpira dakika tisini zitaamua. of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo, ni timu bora na timu kubwa barani Afrika. Hilo linajulikana, lakini kila jua lina mwangaza wake, itajulikana itakucha vipi. Unapokutana na timu zenye madaraja ya juu ni ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kwa wachezaji ambao wanacheza timu za madaraja ya kati kutekeleza mpango wa benchi la ufundi kikubwa kwanza, unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa kukuzidi, cha kwanza, saikolojia ambayo utakuwa umetengenezwa na walimu wako ndio itakusaidia pia. Pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na we mwenyewe utakavyoingia kwenye mchezo, mind ndio kitu kikubwa sana mindset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira, sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Kwa hiyo sio mara ya kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Kwa hiyo, ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambalo tutakuwa tumepewa. Kwanza tunashukuru uongozi wetu Ka, kwa, kwenye kila chumba cha mchezaji, tumejitahidi kubandika msimamo ule, kwa mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Kwa hiyo, inamwongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua hatupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya yes, watu malengo yatatimia bila shaka, Mungu atusaidia. Malengo yetu yatatimiza, tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi Tutatimiza malengo yetu insha Allah. Labda masomo, una neno kutoka mashabiki na uongozi wa Mashujaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club? Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC, ni mashabiki ambao ni nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Tunawapenda mashabiki zetu na popote pale Tanzania, watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa hata hapa Dar es Salaam, kesho utaona mashabiki wa Kigoma atakwepo wa kutosha, na sio tu watu wa Kigoma, mtu yoyote ambaye anavutiwa na Mashujaa ni mwana ale kitanganyika tunakubali aweze kujitokeza kuja kusapoti timu yao kwa aina moja ama nyingine. Nikushukuru sana masomo. Nikushukuru sana mwalimu Fredi, nakutakia mchezo mwema na Mungu aongoze. Ah, shukrani.